I say mambo vipi mzee? Safi kabisa, brother. Nafurahi kusikia kutoka kwako. Ah, I say, asante sana mwenyewe. Nimefurahi sana kupata hii nafasi pia kwa sababu imekuwa ni kitu yani muda mrefu tumekuwa tukijaribu kui plan na ku organize, lakini mambo yamekuwa mengi pande zote mbili <coughs> leo kama zali tu ile nika, nikaona nikucheki naona na wewe ukawa na time. Kwa hiyo mwanangu yaani blessing sana. Asante sana brother. Sasa sikia, unajua, watu wengi wanakufahamu yani kwenye kwenye platform yangu wanakufahamu, lakini hm, jaribu kujitambulisha kwa wale watu ambao watakuwa ni wageni wanaingia kwa yes. mara ya kwanza. Okay, mimi naitwa uh, mm -hmm. Azma Mponda wengi wananiita AZMA au the African Ambassador. ambassado uh, mimi ni CEO wa kampuni inaitwa Aznas Company. Tuna deal na printing, mm -hmm. branding na pia sasa hivi nimefungua sasahivi Aznas Studio ambayo inadili na audio video production na podcast. Yes, so sasa, umesahau kitu kimoja hapo. yeah. umesahau kitu kimoja hapo, umesahau ki kwenye upande wa music eh. yeah. <laughs> Yes, mimi pia ni hip hop artist. I say, sasa kwa ambao labda mnaweza mkajiuliza vipi nimejua na vipi na, na na, Azma. Azma si tunatoka mbali sana uh, kipindi hicho yani tuna, tuna kurapu yani kwanza ni nginja nginja unaona bana <laughs> kipindi cha cha kuingia uh, kubembeleza mbuza atupe nafasi ya kushika mike zamani sana umeona bana, kwa hiyo historia hiyo tumeanza tumia... yeah, exactly, tumeanza pamoja na lakini sasa pasi zikapishana, Azma akaendelea na muziki na business acumen. Baada hapo, sasa ndo kama hivi tunakuja kukutana kupiga story, au sio bana? Sasa muziki ulianzia yani baada un... kipindi kile tulivyo tulivyo part, part ways eh

Yep. Nakumbuka nilikuwa nakuja pale, nilikuwa nakuja pale geto kwenu hapa karibu na shule ya Sangu <laughs> ndo nakuja kufanya kwa sababu nyumbani walikuwa hawaruhusu sana uh. <laughs> Yes. So baada ya kutoka Sangu, nilikuja Dar es Salaam nilipomaliza form 4, nikaja Dar es Salaam for the first time, nikarekodi studio ya ya G record. Nilirekodi wimbo ambao haukufanya vizuri. So baada ya hapo, nikarudi tena shule form 5 na form 6. Mbeya, mm. uh, from there nika nilipomaliza form five na form six nikatoroka nyumbani nikaja Dar es Salaam kwa ajili mm. mm. ya kuja kupambania muziki mm. nikakutana na ndugu yangu mwingine naye ambaye tulianza naye Mbeya, anaitwa Kita alikuwa artist lakini alipofika Dar es Salaam akageuka akawa producer yeah, ndio tukaanza kufanya recording za mara ya kwanza, nadhani elfu mbili na nane nadhani 2008 na tukatoa mm. tuka nyimbo ilikuwa inaitwa Dira Mbovu. Yeah. Uh, ikafanya vizuri kidogo lakini sio sana. Mm. Baada ya hapo nikajiunga na chuo cha FM. Fika mm. FM tukaendelea na Kita nikatoa project ilikuwa inaitwa Tuongee. Mm. Then baada ya hapo nikakutana sasa na na watu wengine sasa, wakawa naelewa kwamba nipo kwenye movement za hip hop. Ndio tukaanzisha mm. kitu kinaitwa Tamaduni Music. Yeah. Ambao iko na wasanii wengi sana wakina Nikki Mbishi wakina One, wakina Zaidi yeah. PNC, na wengine wengi Mm. So, kwa kupitia projects za Tamatu Music, ndo mm. zilizonionyesha na kunitambulisha kwenye game zaidi. Yeah. Yes, so, kuanzia pale watu wakao, mm. wanajua na wanaelewa, na tukaanzisha movement za kilingeni, tunakutana kila Jumamosi. Mm. mm. From there, tuka, tuka, tukaanza kuandaa tuwa zetu tukaenda mikoa mbalimbali kama Kahama, Mwanza, Morogoro, nilipita sehemu nyingi nyingi sana. Na nikiwa tamaduni nikafanikiwa kurekodi albamu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Love Stories. Mm. Yes, nikaiuza pia nchi nyingine mbalimbali nikatembea nayo. Yeah. Uh, ikanipelekea mpaka nikanikuta nimeenda Kenya. Eh hey, nakumbuka ilifanya vizuri sana Kenya ile. Eh. Yes, yes k mm. Ikanipelekea kule nikajikuta nimepata collaboration, nimeanza kule nilikaa muda mrefu pia, yeah. uh, from there, nika nikarudi nikatoa Astara Vaste ikawa ndo, mm. wimbo ambao ulinitambulisha zaidi kwenye media hapo, sa, sana nakumbuka, na ulivyoni hapo ulivyonikumbusha eh, kwanza kuhusu sinde pale sangu kwa pembeni Yes. Nakumbuka, nakumbuka vile ambavyo unajua, pale kwa sababu tulinunuaga redio moja hivi. Nakumbuka tulinunua kwa mshikaji mmoja hivi, anaitwa Ben. Mm. Tulishinda, ilikuwa si mashindano ya mkoa ya rap na nini na nini, tukapewa kaela Yes. fulani hivi, tukaenda tukafuata ile redio Tunduma kupata Mm. ile redio Tunduma. Kwa hiyo tukawa tuko ghetto, tuna ile double deka yetu, unajua, kwa hiyo beat nini nini. Kwa hiyo nakumbuka consistency ambayo ilikuwa unakuja na, nakumbuka nikikumbuka kipindi kile, unajua Mm. mtu kama ame, amedhamiria kitu, kuna namna unaona ktuaaaa yani, inawezekana usione kipindi kile, lakini ukirudi baada ya muda ukiangalia nyuma, ndo unaona da, huyu mjomba alikuwa kweli yuko serious. Kwa hiyo sasa mimi nikirudi nikiangalia nikikumbuka vile ambavyo ulikuwa unakuja, tunachana tunachana tunachana tunachana ile hivi, afu na sepa unakuja tena tunachana, inaonyesha tu ile consistency na, na ndo hivyo ambavyo unaona, unaona matunda yake umeona. <clears throat> sasa hiyo kuna hiyo part hiyo sasa ya, ku, ya kuchana ya, mona hiyo uh, it goes without saying na, na mtu akitaka ku, kuon, kuja kuona yani ile catalog na nini na hizo kama unavyozungumzia Astravaste na nini na kazi ambazo mmefanya na kita, ni rahisi kuzipata, lakini mi nilikuwa najua siku zote kwamba kuna business mind yani katika <laughs> Mm. Katika hii kichwa cha Azma, sasa vipi wewe, ikawaje sasa ile ile transformation yani kwamba ile kutoka katika kufikiria tu asilimia mia moja mziki kuja kwenye nani, kwenye issue za business? Uh, kilicho nipe, kilichonipelekea ni baada mm. ya kuredizi wimbo wa Starvaste ukapata airplay kubwa sana mm, lakini sikupata hela yoyote yani, sikubahatika kuitwa kwenye show, sikubahatika mm. kuandaa show zangu, kwa hiyo mm. Ili ni discourage nikaona, da mbona nimeweza kufika pale ambapo nilikuwa nahisi nikifika hapo nitapata hela au nitapata hela. Na hapo nilikuwa nimeanza mahusiano na, ni, na, na, ni na mke wangu ambaye ni mke wangu mm. mm. akawa ananipa changamoto sana, kwa nini usitafute kazi, kwa nini usifanye hivi? Kwa hiyo yeah. nikajikuta pale ni na, napata sasa kuajiriwa. Nilikuwa nahisi siwezi kuajiriwa kwa sababu mm. kwanza sijawahi kuwa na hiyo passion hata siku moja. Yeah. Kwao nikawa natamani kuanzisha kitu changu. Kwao nikaanza kufuatilia mm. ili nianzishe biashara mm. Katika kufuatilia nilipokuwa nili, <coughs> Kenya niliona wana wanafanya packaging ya unga wa chakula kwenye, kwenye mm. kilo moja, kilo mbili. Kwao ukienda dukani haupimiwi kama Tanzania. Yeah kwa hiyo nikawa natamani nianzishe ile biashara sasa. Nilienda kumtafuta kwa ajili ya anidizainia ili nianze, ingawa sikuwa na mtaji wowote yeah. Akaniuliza, una mtaji? Nikamwambia sina. Akaniambia, lakini mimi ni shabiki yako, napenda vile ambavyo unapushi unapushi mziki wako, unavyouza albamu zako yeah. Mimi nina kampuni ya printing ya hapa kwa hiyo nahisi ukiamishia ile energy ambayo unaitoa kwenye, kwenye, kwenye kufanya mziki kutangaza mziki wako, ukitangaza hii mm, biashara unaweza ukapata pesa yeah. Nikamsikiliza, nikamwambia pale, nikamwambia kweli. Kesho yake nikarudi, akaanza kunielekeza niwe, yani, niwe marketing wake sasa, kwa hiyo yeah. Nikaanza kutafuta kazi kama njia ambayo nilikuwa natumia kuuza albamu zangu. mm. na nilikaa kama miezi mitatu sikufanikiwa kupata kazi lakini baada ya miezi mitatu kazi zikaanza kuingia pale ofisini. Sasa ikawa makubaliano ah, okay, ya yeah, ambayo aliniambia yakawa tofauti na alivyotaka. Kaniambia kazi zikianza kuingia nitakuwa nakupa 30%, mimi nabaki mm. na asilimia sabini ya faida mm. Lakini kazi zilipoanza kupatikana akawa nakuepa anipi zile yeah, yeah. Lakini from there nikawa sasa, kwa sababu nilikuwa sijawahi kufanya biashara yote nikaona mwanga wa kutafuta kazi na kupata kazi. yeah. na yeye bahati, bahati mbaya au bahati nzuri alikuwa hana mashine nyingine, kwa hiyo anatangaza, yeah. anaenda kufanya kazi mm. kwa watu wengine. Kwa hiyo nilivyokaa kwake miezi sita, nikaona hamna kitu kinachoendelea, nikaona sasa, ngoja na mimi nianze kujaribu mwenyewe. Changamoto, mm. nikawa sina ofisi Yeah. Kwa hiyo natoka natoka, nikasema kwa sababu nimeamua na nimeona kazi inawezekana kwayo, nikawa natoka nyumbani muda ule ule saa moja natoka nakaa kwenye mm. kituo cha basi Mnazi Mmoja nakaa yeah. stendi pale, ndo nafanya kazi kwenye simu. Nikipata mteja, anaenda kufanya kazi sehemu nyingine. Mm. Ikafikia ilienda, yani nilikuwa na hiyo spirit zaidi ya miezi sita nafanya hivyo, na Mungu alikuwa ni aa yeah. Hata siku nitapata hata kazi tu ya print business card nitapata faida elfu tatu elfu ngapi, nitarudi nyumbani yeah. so, ikaendelea ika consistency, mpaka baadaye nikaja nikapata kazi moja kubwa, ndio ikanipa mtaji, ndo nikaanza sasa kupata ofisi yangu ya kwanza so, yeah. so, yeah. transformation Ah, okay. Kwa hapo ndo sasa ikaja sasa mindset ukaiweka kwenye kwenye business kwamba nayo kwa sababu unajua hivi vitu vinategemeana, kama una, kama una, sisi watu wa, wa hip hop watu tunafuatilia huu utamaduni, tunajua hivi vitu vina vinategemeana. Yani hata ukiangalia watu wote ambao yani ambao wametangulia ambao wako successful wako wa sio Marekani na wapi huko, ni kwamba ina, inaenda una, una, una rap kwa sababu una rap na kuna passion na kweli na, inakuwa kwa sababu mwanzo inakuwa ni kitu unakipenda, lakini yes. Baadaye unakuja unafikiria kwamba anyway, naweza naweza nikafanya hichi kitu pia kinilipe, lakini pia, na asilimia kubwa ya watu wana rap au tuseme watu wa hip hop wanakuja kugundua kwamba ile ile hela ile ya kusema utaipata kutoka kwenye muziki ni ni chache au au au kwa wengine inakuwa haiwezekani kabisa. Nilikuwa naangalia dada mmoja uko Uingereza ana rap sana, lakini anakuambia hela ziko wapi? Kwa lakini unakuta kwamba uko na ile bezi kubwa ambayo unaweza ukaitumia kufanya biashara, kuuza mechi, kufanya nini hata kama ni biashara nje ya hip hop lakini hivi vitu vina link kwenye kwenye kwenye hip hop kama inavyofahamika. Yes. Sasa ikatoka hapo sasa sasa hivi nimeona e, nimeona kitu kipya. Kuna hii ngoma mmeachia juzi um, ya Business Mind ambao naona kwamba sasa ni kama vile sasa ume usha, umefanya hip hop ume, umesha bobea kwenye hiyo ukatoka ukafanya business umebobea kwenye hiyo mimi nilivyoelewa, utanirekebisha kama nakosea alafu mm. naona sasa sasa hivi ume una combine hivi vitu viwili pamoja na kuleta watu ambao kama unavyosema, yani mlianza wote na vitu kama hivyo, sasa mna combine vyote viwili na kufanya mziki wa namna hiyo. Hiyo kitu nilivyoiona ni sawa au, au kuna picha tofauti? Nafikiri mm, ni sawa kwa asilimia kadhaa lakini mm. kilichopelekea unajua, ukiwa kwenye mazingira ya mziki ni rahisi sana, yani ni ngumu sana kutoka Yani mm. uwezi ukaacha, ni kitu ambacho kipo. Yani ni sawa sana mtu kishajua kupiga mpira kucheza yeah. mpira uwezi kusema kwamba baada ya muda utasahau <laughs> au utakuwa una mapenzi uta, yeah. utajikuta tu unafanya, lakini unafanya ile for, for passion. so mm. kwa mimi ambacho kilipelekea niliona kwamba ni, yani na, hizi kuna biashara ambayo inatakiwa kuwepo tangu tangu awali kwenye mziki ambayo haikufanywa mm. vizuri mm. so, najaribu kuona kama na mimi naweza kujaribu ku, kuwekeza kwenye hip hop yeah. Nione kama kweli inaweza ikawa kama pia ambapo nilikuwa nafikiria, hiyo ndo ambayo imepelekea zaidi na pia nah, naangalia, okay. naangalia, naangalia mziki wetu hip hop hauna hauna, platforms, hauna tuzo hauna mm, event ambazo zinaendelea <coughs> hakuna yeah, yeah. Yeah, ambapo hip hop yenyewe inazungumzia kwamba vitu vyote hivyo ndo vinaunda zile element za hip hop So, na kwa sababu watu ambao walikuwa na, walikuwa wanafanya hata hizo tuzo na vitu kama hivyo ni watu walikuwa wako passionate na hip hop unajua. Kwa hiyo ni kwamba walikuwa wako focus sana sana sana na itanilipa na nini. Kwa hiyo mtu kama huyo ni rahisi kuipiga chini, kama ikitokea imekuja, si bongo flavor imeonekana kuna hela, au imetokea singeli imeonekana kuna hela. Wakati ukifanya mtu una passion inakuwa ile kwanza monitor, ile faida za kifedha zinakuwa ni kitu secondary, kwanza unataka kile kitu kifanikiwe kwanza. Kwa hiyo inakuwa rahisi, naona, na hapo ulipotoa mfano, ulipotoa mfano ukiwa unacheza mpira au kitu gani, na nikumbusha nilimwambiaga siku moja mtu mmoja, nilimuuliza nikamwambia, hivi Messi wakiacha kumlipa hela ataacha kucheza mpira? Kagundua hawezi acha, yani atacheza tu <laughs> kwa sababu ni kitu kiko ndani yake. Kwao, vipi sasa? Hey, kaweje sasa, ndo umeleta group pamoja, hemu ielezee sasa project yenyewe kwa sababu naona kuna video ya kwanza imetoka, kuna vitu vingine vinakuja au, au tuko wapi? okay. kwa sasa kwanza kabisa niliamua ni, ni, ni, ni sasa, kwenye mapito kuna kitu kimoja hapo ambacho sijakizungumzia mm. Nilijaribu pia kusupport hip hop, nilikuja na movement ya kikosi kazi. yeah Tulifanya project kadhaa zika zikafanya vizuri mm. Uh, na baada ya muda zikaishia njiani mm. So kilichopelekea project zikaishia njiani ni changamoto tu mbalimbali za kibiashara mm. Sasa sasa hivi nikasema ngoja nijaribu kuja na kitu kingine yeah. Uh, kama nilivyojitambulisha mwanzoni kwamba mimi ni CEO wa AZNAS mm. Kwao nikasema nianzishe kitu chini ya AZNAS Yeah. Kwa hiyo nikapata wazo ndo nikasema kuja ninunue vifaa vya studio nikaanzisha Aznas Music. Yeah. Mm. na baada ya hapo nikasema kwenye Aznas Music, nataka kuanzisha kitu kingine ambacho kiwe ni Aznas Link. Aznas Link lengo lake ni mm. kulinki wasanii mbalimbali wa Tanzania mm. wasanii wa Afrika na wasanii wa duniani kwa ujumla. Mm. kwa hiyo nimeanza na wasanii wa nyumbani Mm. unaunganisha kwa mfano kwenye project ya kwanza ambayo imetoka, inaitwa Business Mind mm, nimewamchukua mtu kama Nikki Mbishi, mm. Kadri boy manengo, mm. PDMC, na ukiangalia kuna wengine hapo Baby Boy, walikuwa hawajawahi kukaa kwenye track moja na walikuwa hawajawahi kuwa link. Mi nimewalinki, nimewaweka kwenye project moja, that's the meaning of Aznas Link. Yeah. Oh, na walinki hata watu ambao hawakutegemea kufanya kazi pamoja wanajikuta wako ndani ya kazi moja mm, na wanafahamiana <coughs> na wanaendelea na mahusiano. Yeah. Of course, that's the aim of of of the project. Na mwisho yeah, kabisa ninaamini tutakapokuwa na wasanii wengi ambao wako active tunaweza tukaanzisha event zetu, tunaweza tukaandaa matamasha mm, tunaweza tukaandaa mm. tuzo na vitu vingine. Mm. Kwa hiyo ndio lengo mm. ambalo lipo. Ah, okay, safi sasa, sasa hii ndo imetoka ya kwanza nimeangalia bonge la video ni safi corporate nile nini safi yani. Sasa kutoka hapa sasa inafuata nini? Kuna project nyingine inakuja na wasanii tofauti au ni una, utakuwa na shuffle around, au kuna kuna ile kwamba inategemea labda kuna project itakuja na wasanii wachache na vitu kama hivyo na ni muendelezo au inakuaje baada ya kutoka? Lengo la hii project ni muendelezo. Mm. Tunataka hiyo inatoka monthly, kila mwezi tunatoa project moja. Sasa m uh, so ina combine different artists, kwa hiyo mm, na wengine watajirudia mm, wengine hawatakuwepo kwenye next project wao, utakuwa unashangaa mm. mm, labda yuko hii, ijayo hayuko, ijayo amerudi mmoja, ijayo amerudi watu wawili, kwa kwa hiyo lengo ni kutoa platform kwa wasanii wengi zaidi, yeah. Sawa sawa, naje sasa, hiyo kwa mfano, katika hii project ya kwanza niliyoiona ni majina ambayo of yes. course tunayajua, pia the MC ni Kimbishi nani, washikaji ambao tunawafaa ambao ni yes. wakubwa wa, wa tayari kuna yes. part ya hiyo project ambayo sasa inaenda labda kutafuta eh, watu ambao wako huko wako, wako, chini labda hawajatoka bado. Unajua, unajua kuna madogo huko wana rapu vibaya mno, alafu hatujui <laughs> yes. wako wapi? yes. na zipo projekt ambazo zimewazingatia watu wa aina hiyo mm. lakini tumeona tuanze na project ambazo zina watu wenye majina mm. ili kwanza kubusti akaunti na kuweka activeness yeah. ya akaunti yeah. ambazo sasa hata kama wakiwepo watu ambao wako, wako active, zitasaidia mm. Hata tukipata subscribers tukipata watu ambao wanafuatilia project tutakapowaleta, mm. wapya na wenyewe watapata platform ya kufuatiliwa na yeah. <clears throat> yeah, yeah, lakini kwa mfano kama sasa hizi imetoka wasanii ambao ni wakubwa, ambao inakuja next ni wasanii ambao ni wana majina, lakini ni wasanii wa kadri. Baada ya hiyo tunaweza you... tukarudisha wasanii ambao ni wana majina makubwa Mm. Baada ya hapo tena tunarudisha ambao hawana majina kabisa. Yeah, yeah, kinabadilika. Yeah, yeah. Kina kinabadilika na, kina ah, government na, na, na, na ndio maana uploading yake mimi nilikuwa na account yangu kama Aznas, kama Azma Mponda. Nimeiua kama mm. mm. kwa sababu nataka ni account ya Aznas News. Yeah, focus, focus iwe yeah, same moja, kwa hiyo project zote zitakuwa same moja. Imenikumbusha kitu kimoja, kuna sikumbuki, na ilikuwa naitwaje ile project walifanyaga rappers wa nani, uh, wa Uingereza, kuna jamaa alifanyaga. yes, yes. Alikuwa anafanya na, alikuwa ni kama cypher hivyo hivyo, lakini yeye alichokuwa anafanya yeye, sasa yeye aim yake ilikuwa ni moja kwa moja kuwasaidia wachanga unu kwa akawa na kuwa na watu kama labda wat, kila wimbo unakuwa na watu wanne anaweka watatu wanaojulikana na kila wimbo anamleta mtu mpya mmoja ambaye ajulikani kwao yani, anawatafuta watu ambao wajulikani hivi hivi, wanashindana sasa, na track inayofuata ukitaka kuingia, unajua, kwao ana rotate yani. mm -hmm. yeah, yeah, yeah, na madogo wengine wakawa wamefahamikafahamika wamekuja kuwa maarufu wame hiyo ah, safi mwanangu hiyo safi kwayo. Sasa uki, ukiacha swali la mwisho sasa kabla hatujafunga hii kitu, kuna maanake hii ni kitu nimekuwa mi na, najiulizaga sana, nimeona sahivi kama feed kama anafanya hivi lakini sina uhakika kama ni exactly anafanya hivyo. Kuna, kuna wale waimbaji wale wa hip hop, unajua waimbaji wa hip hop yani, hawa rap lakini ni waimbaji wa hip hop, unajua watu fulani ambao unajua wa wanaweza wakazipiga huku yani, kihiphop yani, ile unajua nimeona kuna ngoma amefanya fidi, nadhani amefanya na nani anaitwa nani? Damien so? Damien so. Exactly, Damien so. Kuna zile unakuta kuna zile yani, unaona ule uimbaji ule wa ki hip hop ule, ambao ki muda mrefu umekuwa unakosekana kwenye kwenye hizi project za nyumbani. Kwenye hii pia kuna hiyo kitu ya kutafuta watu wanaopiga hizi hook hizi za, za ki hip hop hizi, nafikiri kwa sababu itakuwa ni project ya season Season 1 nilitaka mm. watu wa rap kwanza ili kila mtu aone. Season 2 nilikuwa nimeplan kufanya kitu kama hicho anakuwepo mtu anafanya hook, yeah. Watu wengine wana rap. Sasa changamoto yake ni kwamba ukifanya hivyo inabidi mm. watu wapunguze mistari. Wakati msingi walikuwa na uwezo wa rap mistari mingi, kwa hiyo nafikiri kwenye Season 2 itakuwa na kitu kama hicho. Nah, okay. Aise mwanangu, shukrani sana. Mimi ndo hivyo nilitaka, ndo nikuwa na maswali tu hayo machache, nikataka tukave kidogo na nini. Sasa, kama wewe ni mtu ambaye unafuatilia Mambo Vipi hapa, unaweza kaenda pia ukatafuta Aznas Music utakuta kuna hizo ngoma ziko hapo, kuna hiyo ngoma iko hapo ambayo ndo imetoka project ya kwanza, nenda kaifuatilie, lakini nenda ka follow nini subscribe e, na vitu kama hivyo, tafuta social zao, na pia kama wewe unamfuatilia Azma hapo pia jaribu kutafuta mambo vipi, gonga subscribe kama unaweza, lakini pia e, jaribu kusupport Azma. Mzee poa, shukrani sana man, nimefurahi sana kuzungumza na wewe leo my brother. ya Yeah, mwenye na na pia mwanangu, yani peace out na, na, na, na zitakuja nyingi, kwa sababu usishangae kama project, mimi nikiona kama project imeenda hivi au nini, mimi nitajaribu kama nina maswali mawili matatu, mimi nitakugongea waya kama kawaida. Asante sana na na natumai, next time na mimi nimefanya setting nzuri, sababu pia nataka kuanzisha podcast ofisini kwangu, so tutaongea vizuri zaidi. Ah, ina noma mzee, shukrani sana, asante sana my brother. Poa, poa. <tune>